Uhali gani popote ulipo mtazamaji wa Lushinga sabini na mbili dikto na kukaribisha katika ukurasa huu tena, ili tuweze kuzungumzia habari ambayo umma wa Watanzania wanaweza wasiwa wanaiamini mara moja ama mara nyingine, lakini yote kwa yote ni mapenzi ya Mungu. Aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu ya Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi, Charles Hilary amefariki dunia alfajiri ya kuamkia leo, Mei 11 mwaka huu 2025. Watanzania wengi wakimfahamu toka alipokuwa ITV na baadaye kuelekea BBC. Chanzo cha karibu kinadai kwamba Charles Hilary amefariki baada ya kuugua ghafla Mauti amemkuta akiwa njiani kuelekea hospitali ya taifa ya Muhimbili, tawi maarufu kama la Mloganzila. Marehemu Charles Hilal alizaliwa miaka 66 iliyopita katika visiwa vya Zanzibar, eneo la Jangombe. Miaka miwili baadaye, yani mwaka 1968 alihamia jijini Dar es Salaam na kujiunga na shule ya msingi ya Ilala nchi kichini Alijiunga na redio Tanzania mwaka 1981 na na kuitumikia hadi mwaka 1994 alipojiunga na kituo binafsi cha Radio 1 Stereo kinachomilikiwa na kampuni ya IPP Media. Mwaka 2003 aliondoka nchini Tanzania na kuelekea kule nchini Ujerumani ambako alijiunga na Deutsche Welle na kuitumikia kwa miaka mitatu kabla ya baadaye kujiunga na shirika la utangazaji la nchini Uingereza, BBC, akiwa katika idhaa ya Kiswahili ya redio hiyo. Mwaka elfu mbili na kumi na tano Charles Hilary aliamua kurejea nchini Tanzania na kujiunga na Azam Media alipofanya kazi hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Alihitimisha muda wake akiwa mkuu wa idara ya redio ya UFM baada ya kuteuliwa kwa mkurugenzi idara ya mawasiliano ikulu ya Zanzibar. Ama hakika ni huzuni kwa Watanzania, lakini Bwana alitoa na Bwana ametoa jina lake na difimidiwe. Mimi ni Frank Damas na hii ni lushinga sabini na mbili dipto.